Tunahitaji kuzingatia yale ambayo tutaelekezwa na wahandisi wabobevu ambao tayari wao wamepita kwenye njia hiyo na kuona namna ambavyo kila mtu ata, atachukua njia ambayo itakuwa inamtia moyo, ikiwezekana katika muda mfupi kuweza kuvuka na kwenda sasa kuwa professional engineers. Ni matamanio yetu kuona kwamba kila mdau alioko hapa anaweka nia ya kuishi katika muda mfupi kadi inavyowezekana kwenye hiyo la professional ladder ya graduate engineer. Lakini pia mniruhusu niseme kwa sababu utambulisho wangu unasema nasimamia fedha na utawala. Mafunzo haya kama mlivyo mashuhuda wengi, hatujalipa ada. Ni kweli, si ndio? Lakini sio kweli kwamba ni ya bure. Naomba tuwapigie makofi professionals wanaolipa ada kwa wakati. Tunawapigia makofi tukiwaheshimu sana wale professionals wanaolipa ada, ndio wanatupa uwezo wa kuyafanya haya kwa ajili ya upcoming professionals. Kwa hiyo uh, najua una wajibu huo. Na najua pengine Januari nitakutumia notification ya kukwambia msimu wa kulipa ada umefika. Sasa ya kwako naomba niitume well in advance kwamba jamani, ikifika Januari tutakuwa tunawaomba watu walipe ada mtuwezeshe, ili tuandae mafunzo mengine kwa ajili ya wanafunzi wengine ambao tutayafanya huko mbele ya, ya safari. Kwa hiyo uh, si sahihi kudhani ni bure, ila ni sahihi kwamba mafunzo haya yana gharama na professionals wenzetu wanaolipa ada wamekuwa wanatuwezesha kila siku kuweza kusimama na kuweza kuhudumia professionals wanaokua kwao. Ni kwa msingi huo, ni kualike wewe ambaye sasa unaanza maisha haya ya kitaaluma kutambua kwamba kulipa ada si gharama, ni kwa sababu unarudisha na wewe kwenye jamii, ili familia ya wahandisi iendelee kukua na kustawi, ili kuhakikisha tunatoa huduma iliyo bora ndani ya jamii inayotuzunguka.